Kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 19 na ya 20. Ndio watu wa Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika kipindi chetu kizuri kabisa pendwa cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika uweze kuungana na sisi, ambapo unaweza ukafuatilia pia kipindi hiki kwa ukaribu zaidi muda wowote unaotaka wewe, lakini hakikisha iwe ni kila siku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 Baba unatuwezesha kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie kwa mwangaza wako na nuru yako, utuwezeshe Baba tuweze kulielewa na hekima yako itupe uzima, ili sote tuendelee kutiwa nguvu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. wapendwa Karibuni sana, tunasonga mbele na kitabu hiki cha Ezekieli ambapo leo tunasoma ile sura ya 19 na ya 20. Karibuni sasa tuungane na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa kumi na tisa. Tena uwaombolezee wakuu wa Israeli, useme, mama yako alikuwa nini? Simba mke, alijilaza kati ya simba kati ya wana simba aliwalisha watoto wake akamlea mtoto mmoja katika watoto wake akawa mwana simba akajifunza kuwinda mawindo akala watu mataifa nao wakapata habari zake akanaswa katika rima lao wakamchukua kwa kulabu mpaka nchi ya Misri basi mamaye alipoona kwamba amemngoja na tumaini lake limepotea akatoa mtoto mwingine katika watoto wake akamfanya mwana simba naye akaenda huko na huko kati ya simba, akawa mwana simba, akajifunza kuwinda mawindo, akala watu. Akayajua majumba yao, akaiharibu miji yao, nchi ikawaokiwa navyo vitu vilivyojaza kwa sababu ya mshindo wa kunguruma kwake. Ndipo mataifa wakajipanga juu yake pande zote toka nchi zote, wakaunda wavu wao juu yake, akanaswa katika rima lao, wakamtia katika tundu kwa kulabu wakamleta kwa mfalme wa Babeli, wakamtia ndani ya ngome, sauti yake isisikiwe tena juu ya milima ya Israeli. Mama yako alikuwa kama mzabibu katika damu yako, uliopandwa karibu na maji, akazaa sana na kujaa matawi kwa sababu ya maji mengi, naye alikuwa na vijiti vya nguvu kwa fimbo za enzi zao watawalao, na kimo chao kiliinuka kati ya matawi manene, wakaonekana kwa urefu wao pamoja na wingi wa matawi yao. Lakini aling'olewa kwa ghadhabu, akaangushwa chini; upepo wa mashariki ukakausha matunda yake, vijiti vyake vya nguvu vikavunjika, vikakauka, moto ulivila. Na sasa umepandwa jangwani, katika nchi kavu ya ukame, na moto umetoka katika vijiti vya matawi yake, umekula matunda yake, ahana tena kijiti cha nguvu kifaacho kwa fimbo ya enzi ya kutawala. Na hayo ni maombolezo nayo yatakuwa maombolezo. Mlango wa ishirini Ikawa katika mwaka wa saba mwezi wa tano siku ya kumi ya mwezi, baadhi ya wazee wa Israeli walikuja ili kuuliza kwa Bwana, wakaketi mbele yangu. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wazee wa Israeli, uambie Bwana Mungu asema hivi, je, mmekuja kuniuliza neno kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sitaulizwa neno nanyi. Je, utawahukumu mwanadamu? Utawahukumu uwajulishe machukizo ya baba zao. Uwaambie Bwana Mungu asema hivi: katika siku ile nilipochagua Israeli na kuwainulia wazao wa nyumba ya Yakobo mkono wangu na kujidhihirisha kwao katika nchi ya Misri, hapo nilipowainulia mkono wangu nikisema, mimi ni Bwana Mungu wenu katika siku ile naliwainulia mkono wangu kuwatoa katika nchi ya Misri na kuwaingiza katika nchi niliyowapelelezea ijayo maziwa na asali, ambayo ni utukufu wa nchi zote. Nikawaambia, kila mtu kwenu na atupilie mbali machukizo ya macho yake, wala msijite unajisi kwa vinyago vya Misri. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Lakini waliniasi wala hawakutaka kunisikiliza, hawakutupilia mbali kila mtu machukizo ya macho yake, wala hawakuviacha vinyago vya Misri. Ndipo nikasema kwamba nitamwaga ghadhabu yangu juu yao, ili kuitimiza hasira yangu juu yao katikati ya nchi ya Misri. Lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu, ili lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa ambao walikaa pamoja nao, ambao machoni pao nalijidhihirisha kwao, kwa kuwatoa katika nchi ya Misri. Basi nikawatoa katika nchi ya Misri, nikawaleta jangwani, nikawapa amri zangu na kuonyesha zangu. Kwazo, zangu, na wao, Bwana, jangwani, zangu, hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama akizitenda. Tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Lakini nyumba ya Israeli waliniasi jangwani, hawakuenda katika amri zangu, wakazikataa hukumu zangu ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama kizitenda. Na sabato zangu alizitia unajisi sana. Ndipo nikasema nitamwaga hasira yangu juu yao jangwani ili niwaangamize, lakini nalitenda kwa ajili ya jina langu lisitiwe unajisi machoni pa mataifa ambao naliwatoa mbele ya macho yao. Tena naliwainulia mkono wangu jangwani, ya kwamba sitawaingiza katika nchi ile niliyokuwa nimewapa ijaayo maziwa na asali ambayo ni utukufu wa nchi zote, kwa sababu walizikataa hukumu zangu, wala hawakuenda katika amri zangu, wakazitia unajisi sabato zangu; kwa maana mioyo yao iliandama vinyago vyao. Walakini jicho langu likawahurumia, nisiwaangamizi kabisa, wala sikuwakomesha kabisa jangwani. Kisha nikawaambia watoto wao jangwani, msiende katika amri za baba zenu, wala msizishike hukumu zao wala msijitie unajisi kwa vinyago vyao. Mimi ni Bwana Mungu wenu, endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu na kuzitenda, zitakaseni Sabatu zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Lakini watoto hao waliniasi, hawakwenda katika amri zangu, wala hawakuzishika hukumu zangu kuzitenda, ambazo mwanadamu ataishi kwazo kama kizitenda walizitia unajisi sabato zangu. Ndipo nikasema kwamba nitamwaga ghadhabu yangu juu yao ili kuitimiza hasira yangu juu yao jangwani. Lakini naliuzuia mkono wangu, nikatenda kwa ajili ya jina langu lisitiwe unajisi mbele ya macho ya mataifa, ambao mbele ya macho yao naliwatoa. Tena naliwainulia mkono wangu jangwani, kwamba nitawatawanya kati ya mataifa na kuwatapanya katika nchi mbalimbali, kwa sababu hawakuzitekeleza hukumu zangu, bali walizikataa amri zangu, na walizitia unajisi sabato zangu, na macho yao yaliandama vinyago vya baba zao. Tena naliwapa amri zisizokuwa njema na hukumu ambazo hawakuweza kuishi kwazo, nami nikawatia unajisi kwa matoleo yao wenyewe, kwa kuwa walipitisha motoni wote waliofungua tumbo, ili kuwafanya kuwa ukiwa, wapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi mwanadamu, sema na nyumba ya Israeli uambie, Bwana Mungu asema hivi: baba zenu wamenitukana kwa jambo hili, kwa kuwa wamekosa kosa juu yangu. Kwa maana nilipokuwa nimekwisha kuingiza katika nchi ile ambayo naliuinua mkono wangu kuwapa, wakati huo walipoona kila mlima mrefu na kila mti wenye majani mengi, walitoa matoleo yao huko na huko walitoa chukizo la sadaka zao na huko walifanya nukato la kupendeza, na huko walimimina sadaka zao za kunywewa. Ndipo nikawauliza, ni nini maana yake mahali palipoinuka mnapopaendea? Basi jina lake mahali pale ni Bama hata leo. Basi uwaambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, Je, mnajitia unajisi kwa kuzifuata njia za baba zenu? Mnakwenda kufanya uashirati kwa kuyafuata machukizo yao? tena mtoapo matoleo yenu na kuwapitisha watoto wenu motoni, je, mnajitia unajisi kwa vinyago vyenu vyote hata leo? Na mimi je, niulizwe neno nanyi, enye nyumba ya Israeli? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sitaulizwa neno na ninyi. Na hayo yote yaingiayo katika nia zenu, hayatakuwa kamwe, ikiwa mmesema sisi tutakuwa sawa sawa na mataifa, sawa sawa na jamaa za nchi nyingine kutumikia miti na mawe. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hakika kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika nitakuwa mfalme juu yenu, nami nitawatoa katika mataifa na kuwakusanya na kuwatoa katika nchi mlizotawanyika ndani yake, kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa ghadhabu iliyomwagika, nami nitawaingiza katika jangwa la mataifa na huko ndiko nitakakoteta nanyi uso kwa uso kama nilivyoteta na baba zenu katika jangwa la Misri, ndivyo nitakavyoteta nanyi, asema Bwana Mungu. Nami nitawapitisha chini ya fimbo, nami nitawaingiza katika mafungo ya agano, nami nitawasafisha kwa kuwatoa waasi na hao walionikosa. Nitawatoa katika nchi wanayokaa ugenini, lakini hawataingia katika nchi ya Israeli; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana na katika habari zenu, enyi nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi: enendeni mkavitumikie vinyago vyenu, kila mmoja wenu, na wakati wa baadaye pia, kama hamtaki kunisikiliza; lakini jina langu takatifu hamtalitia unajisi tena kwa matoleo yenu na kwa vinyago wenu. Kwa maana katika mlima wangu mtakatifu na katika mlima mrefu sana wa Israeli, asema Bwana Mungu, ndiko atakakunitumikia nyumba yote ya Israeli wote pia katika nchi ile, nami nitawatakabali huko na huko, nitataka matoleo yenu na malimbuko ya dhabihu zenu pamoja na vitu vyenu vitakatifu vyote, nitawatakabali kama harufu ipendezayo, nitakapowatoa katika mataifa na kuwakusanya toka nchi zile mlizotawanyika, nami nitatakaswa kwenu machoni pa mataifa. Nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapowaingiza katika nchi ya Israeli katika nchi ile ambayo niliuinua mkono wangu kwamba nitawapa baba zenu. Na huko mtazikumbuka njia zenu na matendo yenu yote ambayo mmejitia unajisi kwayo, nanyi mtajichukia katika macho yenu wenyewe kwa sababu ya maovu yenu yote mliyoyatenda. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokuwa nimetenda nanyi kwa ajili ya jina langu, si sawasawa na njia zenu mbaya, wala si sawasawa na matendo yenu mabovu enye nyumba ya Israeli asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uelekeze uso wako kusini, ukadondoze neno lako upande wa kusini, ukatabiri juu ya msitu wa uwanda wa Negebu; ukauambie msitu wa Negebu, lisikie neno la Bwana; Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitawasha moto ndani yako, nao utakula kila mti mbichi ndani yako na kila mti mkavu miali ya moto ule haitazimika, na nyuso zote toka kusini hata kaskazini zitateketezwa kwa moto huo. Na watu wote wenye mwili wataona ya kuwa mimi Bwana nimeuasha; hautazimika. Ndipo nikasema Ee Bwana Mungu, wao hunisema, Je, mtu huyu si mtu mwenye kupiga mithali?